Nam ndugu msikilizaji, tafadhali kabla sijaanza kukuletea utamu huu wa kila namna wa simulizi hii nzuri iliyojaa mambo matamu tafadhali, ndugu msikilizaji, kama upo na watu wazima au unaoheshimiana nao, basi vaa headphone ili wasisikie, maana mambo yanayoendelea ni makubwa zaidi na zaidi. Na kama upo chini ya umri wa miaka kumi na minane tafadhali usisikilize, ukisikiliza utapotea maana huku ni ya wakubwa tu, na kuna utamu mkubwa. Basi usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu na vipindi vyetu. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali, na hapa ndipo tulipoishia kwenye sehemu ya tatu. Mama Samu alimuuliza mwanaye baada ya kukimbia nje kutapika. He, Zuh una mimba? Hebu twende ndani ukatueleze tena, ukatueleze vizuri, mimi na baba yako. Maana naona unataka kutuvua nguo wewe. Mtoto wewe, una laana au? Lazima utuambie hiyo mimba ni ya nani. Hatutaki kuja kulea mitoto isiyo na baba. Leo utatueleza alisema mama. Saa hiyo moyo wangu ulikuwa ukinidunda tena baraha mithri ya saa mbovu. Sasa tuendelee, ndugu msikilizaji, katika mwendelezo wa sehemu hii ya nne. Isei, niliwekwa kiti moto na baba pamoja na mama, wakati huo kaka Samu naye alikuwepo. Zuh, tafadhali sema hiyo mimba ni ya nani? Kabla sijapandisha majini yangu, na najua unanifahamu, tafadhali, alifoka mama. Sikujibu kitu chochote kile zaidi ya kutetemeka midomo kwa uoga. Haraka baba alivua mkanda na kuanza kunichapa vilivyo. Nitakuua Zuh, kwa nini unataka kutuvua nguo? Nasema kwa nini unataka kutuvua nguo wazazi wako unataka jamii ituchukuliaje eh? unataka jamii ituchukuliaje? sisi wazazi wako, mpumbavu wewe! unataka tuonekane hatuwezi malezi, eti eh? si ndio? Nakwambia sema haya, sema, huo mzigo ni wa nani? Utanieleza! Baba alifoka sana na alionekana akiwa amepandisha asira, kiasi kwamba sijawahi kumwona akiwa kama hivyo. Lakini licha ya kunishushia kipigo chapa kamwizi sikusubutu kusema ukweli. Nilipigwa nikavimba utadhani nimemeza amira. Nakupa siku nne uwe umeniambia, nakupa siku nne uwe umeniambia hiyo mimba ni ya nani, la sivyo nitakuchinja. Hakika nitaenda jela na nitaenda jela kwa sababu yako nikale ugali na maharage ya bule huko, mshenzi wewe. muone vile pua kama sanduku la posta, nyo macho kao, unapuliza ukoko. Alifoka sana baba. Wakati huo mwili wote ulikuwa unawaka moto kwa kipigo nilichoshishiwa. Jioni mama na baba walitoka kwenda kwenye kikao cha kikundi nyumbani, nilibaki mimi na kaka Samu. Kwani unajisikiaje sister? aliniuliza kaka Samu baada ya mama na baba kuondoka nahisi kichefuchefu kaka Samu, tumbo kama linavurugika hivi. Mbona mm, makubwa sasa hivi? Naweza kuwa kweli una mimba au mama na baba wanakushtumu tu? Nahisi hivyo kaka Samu, hii ni mimba niliamua kumjibu hivyo moja kwa moja kutokana na nilivyokuwa najisikia, kwani kama mtihani tumeufanya sasa matokeo yake ndio yametoka. Hey, sister, itabidi kutoa, alisema kaka Samu. Nikamwona kama adui wa maisha yangu, kwani katika ukoo wetu msichana ambaye angethubutu kutoa mimba naye anakufa papo hapo. Hiyo ilikuwa ni mila ya ukoo ha. Kaka Samu nitoe mimba, una maana gani? Yaani uzae na mimi, ubaya uko wapi eh? ubaya uko wapi, nilisema ndipo nikamwona kaka Samu anaguna. Mm, sister, unaumwa wewe? Eh? au akili yako haiko sawa? Niko sawasawa sawa, na ninachokisema namaanisha, nilijibu kwa ujasiri. Kaka Samu alinisimamisha na kunipeleka chumbani kwangu, maana mwili wote ulikuwa unauma kwa kipigo cha mbwa koko nilichopewa. Ili anatoka ch chumbani kwangu hajamaliza mlango, akakutana na mama Yani mama alirudi ghafla nyumbani na sijui alikuwa amesahau nini. Wewe chumbani kwa dada yako unaingia kufanya nini au ah, unaenda kuchukua nini? Nilikuwa namsaidia kumuingiza ndani. Unajua mama, baba amemuumiza sana Zuh, kwa kipigo alichompa ni hatari. Yani hawezi hata kutembea, ni huzuni. Kaka Samu alijibaraguza kwa mama. Ndiyo akome. Kwani wewe Samu unapenda kuona mtu anamtia dada yako mimba na kumwacha azalie nyumbani? mama alimuuliza Kaka Samu. Kaka Samu akatikisa kichwa ishara ya kwamba hakubaliani kabisa, hakubaliani kabisa. nizalie nyumbani. Sasa huyo Zuh hawezi kututia sisi aibu Samu. asipomtaja huyo mwanaume aliyempa mimba nitaenda kwa mganga na kuhakikishia lazima nitampata huyo mwanaume, atabainika tu kwa njia yoyote ile. Nipo tayari kupoteza fedha zangu kwa ajili yake, alisema mama. Niliuona uso wa Kaka Samu ukipoteza furaha kabisa, naisi alihofia kuumbuka baada ya mama kusema ataenda kwa mganga. Lakini mama, achana na hayo mambo ya waganga, wengi wao ni matapeli tu watakumalizia pesa bure, cha muhimu tuangalie tunafanyeje, kwani kama ni maji yameshamwagika na hayazoleki. Kaka Samu alimwambia mama, bora tu wao waganga wale hela zangu, nitazunguka nitahakikisha nampata mganga wa kweli. Lengo langu ni kumkomesha huyo kijana aliyemtia mimba binti yangu. Mama alizidi kusimama kwenye msimamo wake na kuonyesha yuko imara na hana mchezo katika hili siku zilizidi kuyeyuka kama siagi kikaangoni. Mama na baba walizidi kunibana, lakini sikutaka kusema neno lolote lile. Hatimaye sasa, siku moja majira ya mchana hivi, baba alikuja na mzee mmoja aliyening'iniza shanga za rangi tofauti tofauti, huku akiwa amevaa hiridhi iliyokuwa inapumua Muonekano wa mzee yule ulisadifu kabisa kwamba ni mganga wa kienyeji, kwani mkononi mwake alibeba kikapu kilichojaa vibuyu, usinga pamoja na vifaa vingine vya kugangia. Tulipomwona mzee yule, mimi na kaka Samu tutitazamana machoni kwa wasiwasi wasi mkubwa, huku kila mmoja akiwa ametoa macho ya hofu. Mungu wangu, naomba huyu mganga asiwe mganga wa kweli, maana sijui itakuwaje endapo mama na baba watagundua nina mimba ya kaka Samu. Aibu naona mimi eh, Mungu we, niepushe kikombe hiki, ingawa sijui ni wapi pa kuweza kuepuka. Nilisali kimoyo moyo. Wakati huo tumbo lilikuwa linawaka moto kwa uoga. Nilimtazama kaka Samu, alikuwa anatetemeka mpaka meno Baba alishtukia wakati tukiwa tumekaa pale sebuleni. Vipi wewe, mbona unatetemeka sana? Unaumwa au? baba alimuuliza kaka Samu. Najisikia vibaya tu, baridi, sijui nina malaria, alijibu kaka Samu. Ngoja mganga amalize kazi yake ya ugangani kisha ukanunue dawa dukani. Sawa, kaka Samu aliitikia. Acha kwanza tumjue huyo mshenzi aliyemtia mimba dada yako, mama alisema. Mganga akatoa vibuyu na kuviweka juu ya meza. Nasemaje? Nitafanya manyanga yangu, huyo kijana aliyemtia mimba binti yenu, naye nitampa mimba ya mizimu, tena nitampa kubwa ya miezi nane, na atakuja hapa hapa kuomba radhi tena yeye mwenyewe, alisema mganga. Safi sana mganga Fanya kazi yako, maana kuna vijana hawakomi kucheza na mabinti wa watu, alisema baba. Mganga akaanza kuimba nyimbo zake kama nusu saa, kisha akachukua kakioo kadogo na kuanza kukaangalia kwa sekunde kadhaa, wote tukiwa kimya. Mara ghafla, mganga akaguna mm, huku akikitolea macho kile kioo kana kwamba anashangaa sana. Vipi mzee, mbona unaguna? Baba alimuuliza. Wao, wow, hii ni sehemu ya nne ya simulizi hii, kaka yangu alinitoa bikra bichi baada ya kufanya naye mapenzi. Nini kitaendelea baada ya mganga kuguna Je, yeah, amegundua ya kuwa ni kweli Samu ama nini kinachoendelea? Usikose muda na wakati mwingine katika sehemu ya tano, sehemu iliyokuwa na utamu wa kila namna. Tafadhali ndugu msikilizaji, usikae mbali, kama ni uondo basi upo huku, na kama ni utamu basi upo hapa hapa. simulizi simulizitizi langu jina ni Mr. A Romantic. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.